Mwana Crypto Academy Pro ni video yetu nyingine tena. E, hii ndio video ambayo tunaenda kuanza kozi zetu sasa rasmi. E, tutaenda ku access kozi yetu ya kwanza kabisa. Kozi ambayo e, itakuwa ni mwanzo wa kuanza mafunzo yetu. Okay? Sasa basi tutaenda kubonyeza kitufe hiki cha course. Tabonyeza kama hivi. Okay? Kisha bonyeza kitufe kama hiki cha course. E, itafunguka namna hii. Ikishafunguka namna hii scroll, e, uta scroll, e, utakutana na kozi inaitwa Foundation of Blockchain Technology. Hii ndio kozi ambayo tutajifunza siku ya leo. Okay? Kuibonyeza kama hivi utakuja kwenye kipengele kilichoandikwa Start Now, utabonyeza Start Now. Kozi itaweza kuzunguka kama unavyoona hapa, itakwambia sasa inakwambia congratulation eh, kozi yako tayari. Umeona mambo ya mfumo uko automatically, ukishabonyeza tu start now mfumo unakupeleka kwenye course. Yes, tunajifunza professional kabisa. Kwa hiyo baada ya hapo course yako itakuwa inaonekana kama hivi. Utasoma e, vitu vyote muhimu, vitu sio vigumu e, bila kupoteza muda. Hakikisha unasoma kipengele by kipengele. Sasa basi, kabla sijaenda mbele, kuna wale ndugu zangu ambao anakuambia sasa, mimi e, nataka kusoma kweli, nataka nijifunze hiyo, lakini sijui English ama lugha ya hiyo course mimi sifahamu. E, mwana Crypto Academy Pro, doze, ama tunasema e, kuwa mpole, wala usiwaze. Crypto Academy Pro imekuja kwa ajili ya kukufanya uwe moza ni professional. Hivyo basi, imeandaa mazingira yote ambayo yatakusaidia mwana Crypto Academy Pro uweze kujifunza e, hata wewe ambaye haujui English course, eh, ama haujui English language. Okay? Sasa basi eh, tutaenda kubadilisha lugha ya hii course, tutaenda kubadilisha lugha ya hii course. Utaenda kwenye kipengele kilichoandikwa eh, eh, utaenda kwenye kipengele kilichoandikwa English eh, kina bendera hii ya Marekani utabonyeza. Ukibonyeza zitafunguka orodha za lugha nyingi sana. Sasa basi kwa sababu sisi ni Watanzania tunatumia Kitanzania, utachagua lugha ya nyumbani Kiswahili. Okay, ukishabonyeza Kiswahili kama hivyo mfumo utasakinisha hapa au utabadilisha lugha. Safi kabisa. Mfumo umeshabadilisha lugha automatically mimi ambaye sijui Kiingereza tayari naweza kusoma. Utabonyeza e, utasoma hapa itakwambia e, teknolojia ya blockchain ni nini? Teknolojia ya blockchain ni nini? Yaani hapa unajifunza na bado unajifunza lugha kwa sababu hiki unachokiona hapa manake kinabadilika kutoka lugha nyingine kwenda lugha nyingine. Hivyo basi nakusaidia wewe kuendelea kujifunza zaidi bila kuhangaika wala kupata chongomoto kama hapo. Naomba, inakwambia mambo muhimu ya kuchukua. Hivyo basi na wewe unaelewa ha, kumbe kuna mambo muhimu ya kuchukua kwenye blockchain, ndipyo niweze kujifunza. Sasa basi e, utasoma kwa kutumia lugha yako ambayo unaweza kuielewa vizuri, na mwisho wa siku e, utakuwa ni mtaalamu mzuri kabisa na utaelewa safi kabisa, e, zaidi hata ya yule mwingine ambaye yupo muda mrefu. Kikubwa e, zingatia masomo na usiruke kipengele chochote. Sasa basi, baada ya kusoma kipengele chako hadi mwisho e, utasoma utasoma utasoma ukifika huko mwisho e, utakutana na kipengele kinakwambia kwa Kiswahili imekamilika. Maana yake kozi yako tayari sehemu ya kwanza imekamilika. Ukibonyeza namna hii imekamilika, e, itabadilika inakwambia, je, una uhakika una hakika unataka kukamilisha somo la teknolojia ya blockchain ni nini, unamwambia ndiyo, okay? utabonyeza ndiyo kwa wewe unaitumia e, Kiswahili, lakini e, kwa yule wa English atatumia ile lugha ambayo itatokea pale. Sasa sisi ni wabongo, sisi ni Waswahili, tutasoma Kiswahili, okay? lakini lugha zipo za aina yoyote, utasoma ile lugha ambayo unaamini unaiweza, okay? kama hivyo, ukishasoma itakwambia hongera, umekamilisha e, teknolojia ya blockchain ni nini E, inakwambia umekamilisha hatua ya kwanza ya teknolojia blockchain ni nini, yani ni hadi raha. Unasoma huku na feel good, unasoma huku unajisikia raha, okay? Baada ya hapo, utasoma tena kipengele kinachofuata. Soma kwa kuelewa, usiwe na haraka. Ni bora usome kipengele kimoja siku nzima, lakini uelewe. Crypto Academy Pro ipo kukusaidia wewe uweze kuelewa masuala mazima ya teknolojia ya blockchain e, na cryptocurrency trading, ili uweze kunufaika kwa kutumia uelewa, sio kubahatisha. Baada ya hapo utaendelea kusoma tena e, utasoma tena utasoma tena vipengele hivi vyote. Ukishamaliza kipengele, hatua ni zile zile, hatua ni zile zile. Utabonyeza e, kipengele kinachoitwa imekamilika. okay? Utabonyeza imekamilika. okay? kama umejisikia raha, umesoma vizuri zaidi, umeona ulichokisoma ni kizuri zaidi, njoo hapa, acha jibu, maana yake acha jibu lako kwamba hakika hili somo nimelielewa ama sijalielewa, kipengele fulani nimekielewa ama sijakielewa. Hivyo basi, e, wana Crypto Academy team tutasoma na tutaona umeelewa. Kama hujaelewa, tutaboresha hiyo sehemu ambayo hujaelewa. Okay, hivyo ndivyo tunavyosoma. Kwa hiyo nitakamilisha, niende nikakuonyeshe kitu kingine cha muhimu zaidi. Okay, nitabonyeza hapa e, imekamilika. Okay, nitabonyeza ndio. Baada ya kusema imekamilika, nitabonyeza ndio. Bonyeza mara moja tu Ukishabonyeza mara moja mfumo wenyewe utafunguka, itaenda hatua inayofuata. Mfumo uko automatically wala usitumie nguvu kubwa. Eh, wala usitumie nguvu kubwa. Haya masomo na scroll, lakini huku kuna nondo ambazo kwa hali ya kawaida eh, huwezi kujifunza ama huwezi kuzisikia mahali popote. Hapa zimepangiliwa kwa mtiririko wa kitaalamu, kwa mtiririko ambao utakusaidia wewe kuelewa teknolojia blockchain kinaga ubaga, kinaga ubaga. Okay? E, baada ya hapo utaenda tena kipengele. E, umekamilika. Hivyo mimi na scroll kwa sababu kuna kipengele nataka ni nikakuonyeshe na nikakuelekeze namna kinavyo operate. Okay, hii utaenda hivyo hivyo kwamba imekamilika. Hakikisha unasoma hivi vipengele, hakikisha unasoma mimi na scroll ili kuokoa muda e, eh, video isiwe ndefu. Okay, hakikisha unasoma kwa sababu huku mwishoni nataka nikuonyeshe kuna kipengele muhimu sana. E, usipoelewa namna ya kukitumia E, utafeli kwenye haya masomo okay. Utabonyeza tena ndiyo imekamilika, utabonyeza imekamilika. Kwa sisi tunaitumia Kiswahili, utaacha mfumo ubadilike, usilazimishe wala usibonyeze bonyeze, acha tu mfumo utabadilika. Ushasema tu imekamilika, mfumo wenyewe utabadilika na mambo yataenda poa kama hivi, kama navyoona, mambo yako bomba kabisa. E, hili ni somo letu la kwanza viongozi wangu. E, lazima kila mmoja asome somo hili kwa sababu ni blockchain technology ndio msingi wa cryptocurrency. Hivyo ukielewa somo hili tayari wewe ni mtaalamu. Okay? Baada ya hapo e, utakuja hapa utasema tena imekamilika. Maana yake anasema hivyo imekamilika ni kwamba kwa wale ambao unasoma step by step hatua kwa hatua bila kuruka kipengele chochote okay? Namna hiyo utasoma tena utasoma vizuri kabisa utaenda kipengele by kipengele e, masomo haya yametengenezwa kitaalamu kama navyoona na kuonyesha namna haya masomo yalivyotengenezwa kitaalamu okay. Baada ya hapo umeshasoma tena kipengele chako hadi mwisho e, e, namna hiyo uta, utaendelea tena utamwambia tayari ndiyo, utabonyeza mara moja tu, mfumo utaenda kupeleka sehemu muhimu. Sasa basi, sehemu muhimu ambayo nitaishia kwenye hii video ni sehemu hii ya jaribio, kwa jina la Kiswahili au la English tunasema quiz. Jaribio ni nini? huu ni mtihani ambao unafanya majaribio wewe kwa kile ulichojifunza kwenye e, moduli nzima. Umejifunza moduli nzima e, moduli ya kwanza sasa. Unakuja unasoma hapa, Je, e, jaribio hili linakuaje? Sasa basi naenda kulifungua hili jaribio ili na wewe uone namna gani unaweza uka, uka, ukajibu hapa. Sawa sawa? basi majibu haya ya hapa e, utabonyeza anza kisha unabonyeza anza, mfumo wenyewe uta calculate utafunguka. Namna hiyo automatically, mfumo utafunguka utakwambia, eh uweze kujaza majibu sasa. Kwa sababu ulisoma kwa Kiswahili, majibu ambayo ni ya kubonyeza unaweza ukabonyeza tu ukachagua, mfano ukachagua hili, ukachagua hili, ukachagua hili, ukachagua hili, ukachagua jibu lolote ambalo unaona katika lile somo ulilosoma, hili ni jibu sahihi la hiki, ninachokijibu ni sahihi kabisa kwa kile nilichosoma utajaza hapa. Mimi sitajaza majibu ambayo yatakuonyesha ni sawa ama sio sawa, mimi nitakadiria nita tu kivyovyote, lakini na wewe utajaza kulingana na ulivyo soma. Hii ni mitiani. Baada ya hapo, utabonyeza inayofuata, hapa chini utabonyeza inayofuata. E, unayofuata itakwambia uchague maswali hapo ya tofauti tofauti, hapa ni kweli ama uongo. Utasoma juu hapa, kwa maneno yako mwenyewe eleza kwa nini eh, uhaba wa kidigitali ni muhimu katika mfumo ya blockchain. Mona utasoma, baada ya kusoma hapo, mzee jibu, utaacha jibu hapa, kweli ama sio kweli. Sasa mimi nitajibu kile kivyovyote, mimi nadanganya ama sijui, wewe utasoma ili uweze kupata huu mtihani. Okay, baada ya hapo utaambia inayofuata, inayofuata. Sasa inayofuata hii itakuhitaji uweze kujaza kwa Kiingereza. Hapa ndipo mtihani unapoanzia kwa wale ambao wanatumia Kiswahili. Lakini ondoa shaka mwana Crypto Academy Pro. Crypto Academy Pro imepanga kukufanya wewe kuwa mozani profession. Hivyo basi, hakuna shida yoyote ambayo itakukumba wewe ambaye unatumia Kiswahili kujibu haya maswali. Ondoa shaka. Kwenye sehemu kama hii kwa wewe ambaye hauelewi, njo kwenye huyu mwamba anaitwa AI support. Huyu atakusaidia kukupa jibu la hapo. Lengo uelewe, lengo sio kukukandamiza, lengo sio kukulazimisha, bali lengo uelewe. Kwa hiyo utabonyeza hapa, ukishabonyeza hapa uta, utachukua yale maelezo, utamuuliza hapa okay, utaandika hapa e, labda e, utaandika hapa blockchain ni nini e, utaandika hapa blockchain ni e, nini ni e, nini, kama hivi utaituma. Mimi natolea mfano, sitolei kile ambacho kinaonekana hapa, natolea mfano kwamba utauliza kulingana na jibu unalotaka kujibiwe pale. itakujibu blockchain ni teknolojia e, ya kuhifadhi taarifa kwa njia salama, isiyoweza kubadilishwa. Siendelee kusoma kwa sababu e, video haiwezi e, ku, e, kuitakuwa ndefu sana video. Okay, huyu ni mtaalamu ambaye yupo hapa kukusaidia wewe. Crypto Academy Pro imepanga kukufanya wewe uwe mozani professional. Baada ya hapo itakuwa imekupa jibu hilo, jibu lako itakalokupa hapo Ndilo jibu ambalo e, utalitumia. Okay? Ndio jibu ambalo utakuja kulitumia utajaza hapo na baada ya kujaza hapo e, utaendelea kwenye kwizi inayofuata. Lengo kukuonyesha mfumo namna unavyofanya kazi. Okay? Nataka nikate hapa ili niweze kwenda kwenye kipengele kinachofuata. Okay? Kwenye kipengele kinachofuata. Yes, kama hivi ukishabonyeza unajaza unakuja unajaza lile jibu, ushakuja kwa huyu AI ameshakupa jibu unakuja sasa unachagua e, unaandika lile jibu hapo kwa English. Ukishajaza hapo lile jibu, baada ya hapo unaenda inayofuata. Haya, inayofuata inakwambia uweze kuchagua ama uweze kulinganisha. Hii ni sehemu ya kulinganisha, okay. Hii ni sehemu ya kulinganisha. Sasa basi e, utalinganisha kadri ya wewe unavyoelewa kwamba kile ulicho kifo, ulicho kisoma je ni halali. Kwa hiyo utalinganisha hapo na mwisho wa siku utasema inayofuata. Haya, inayofuata pia inakwambia Chagua e, swali ama e, chagua swali lako moja sasa. Jaza jibu kulingana na kile ulichokisoma kwenye ile e, section husika e, hii ina lenga lesson moja, ina jibu, ina swali lake moja muhimu. Lesson moja ina swali lake muhimu, kwa hiyo hakikisha unasoma uelewe, kwa sababu usipoelewa utajikuta ni mtu wa kukosa kila hatua. Sasa basi, baada ya hapo utabonyeza e, inayofuata. Inayofuata utakuja hapa, kweli ama uongo, vile vile utachagua jibu lako. Baada ya kuchagua jibu lako utasema maliza jaribio. Okay, hii nisemu, eh, ni sehemu eh, tunaweza tukasema ni mtihani mwisho wa mtihani wako wa kile ulichosoma, utabonyeza maliza jaribio. Kisha bonyeza maliza jaribio utabonyeza sawa. Ukisha bonyeza sawa, hapa mfumo wenye automatically utakalculate je, umepata ama umefeli. <laughs> Sasa basi kwa sababu mimi nilikuwa sijazi, eh, nilikuwa nakosa kosa tu inanaambia umeshindwa maana yake umefeli, lakini kama ningekuwa nimesoma na kujaza majibu yangu sahihi kwa utaalamu kabisa e, mfumo ungeweza kunipa asilimia nimepata ngapi, kama ni mia moja ya mia moja, ni sabini, ni sitini, ni ishirini, ni kumi, ni zilo inakuonyesha passing grade. Hapa mfumo huu ni wa kitaalamu unakupanga ama unaku, umepanga kukujenga kufanya wewe kuwa more than professional. Sasa basi kitu cha kupendezesha zaidi na zaidi kwa sababu lengo tunakufanya utukujenge hatukukomoi. Eh, tunakupa na njia ya wewe, namna gani utaelewa kosa lako. Unaweza kurudia ulikosa mara ya kwanza, lakini ukarudia mara ya pili ukapata. Sasa eh, li video sio ndefu. Utakuja hapa utasema mapitio, maana yake hapa mapitio unabonyeza upitie kile ambacho umekosa. Angalia, inakwambia majibu sahihi ya hia ya hii sehemu ya jibu la swali la kwanza ni hili namba namba 2 namba namba 4. Umeona? Haya, unasema inayofuata inakupa. Inakupa. Jibu lako la, la ulilotakiwa kujibu ni kweli lakini umekosa. Okay? Haya inaenda nayo fuata. Maswali uliyotakiwa kuyajaza ni hapa. Umeona? Mdogo, eh, anasema mdogo hapa imebatilishwa. Eh, imebadilishwa. Ime sawa so, eh? Kwa hiyo eh, namna hiyo. Kwa hiyo unaenda tena sehemu inajibu linalofuata. Unaangalia, ah, nilivyokosa, nimekosaje? Sasa inakwambia mpangilio halisi wa majibu ni huu hapa. Kwa hiyo ulipaswa kujaza hivi. Okay, umeona hii namna inavyokuwa. Baada ya hapo, tena unabonyeza e, inayofuata, itakwambia jibu sahihi la maswali yako. Linalofuata ilikuwa ni hili. Utabonyeza tena inayofuata, itakwambia jibu sahihi, likwambia ni hili, ni uongo. Okay, hivyo ndivyo mfumo unavyopaleti. Haya, kwenye section inayofuata utakutana na hivyo section inayofuata utakutana na hivyo section inayofuata utakutana na hivyo, mwisho utamaliza somo eh. Cha kufurahisha na cha kukuongezea ni kwamba, e, masomo haya ukishamaliza tu mwisho e, mwisho itakupa u, uwezo wa kupata certificate ama cheti. Asante sana kwa kunisikiliza. Video hii ni ndefu sana, lakini e, kama utakuwa umeisikiliza hadi mwisho na natamani e, au naamini utakuwa umeelewa na umeelewa namna gani utaweza access course yako na mwisho wa siku utaweza kujifunza bila changamoto yoyote. asante sana, tukutane sehemu inayofuata. See you at the top.